Alafu niwapeni siri kuhusu paredi. Jana tuliwapigia simu wale ambao wanatupaga lile gari la paredi, jibu hey, walotugea jana, tumecheka kweli kweli rafiki yangu, wametuambia mmechukua ubingwa tayari. Tukawaambia kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku, wallahi billahi wallahi wabilahi, si watanii, wallahi wabilahi watalahi. Jana usiku tukawauliza Wallahi, tena ulikuwepo jana jana usiku. Ah, kwani Yanga ndio mmechukua ubingwa? Tulikuwa tujawatafuta sisi, tunasubiri mbungi malizike tuanze logistics. Tukawambia kwani kuna nini? Ah, kuna wenzenu hapo waliweka booking tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya walikuwa uli kutafuta gari. <laughs> Tunajua watu wapo kimya wanaandaa timu kumbe watafuta gari la Paredi, ah. Kwa hiyo bwana, kuhusu paredi, tunakwenda Zanzibar, tunakwenda Zanzibar kucheza mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Itakuwa ni siku ya Jumapili, tarehe ishirini na tisa la kwanza, tunakwenda kupambana tuchukue na hilo kombe Inshallah. ili tuwe na makombe matano jumla, ngao, muungano, toyota la nne, ili hapa na la tano na hiyo lakini mechi hiyo haiharibu chochote mipango yetu ya paredi ya Jumatatu. Jumatatu baada ya majira ya mwenyezi Mungu, na hii Wanayanga, na nawaomba jamani, Jumatatu tutakuwa na paredi la kihistoria. Siamini kama kuna mwanayanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu kwa tulioyapitia Yaani kwa tulioyapitia Wanayanga, halafu kwenye pareli lipite wewe haupo, siamini.